Hivi, unafahamu ni nini hasa unapaswa kufanya pale inapotokea umekumbana na changamoto ya dharura, ama umeona janga kubwa linalohitaji usaidizi wa haraka, na kitu pekee ulicho nacho kwa wakati huo ni simu ya mkononi tu? Sasa mamlaka ya mawasiliano wa Tanzania TCRA huwa inatenga namba maalum za dharura, na namba hizi ni kwa ajili ya kutoa usaidizi wa haraka saa 24 inapokuwa imetokea jambo la hatari. Nambari ya kwanza ya kupiga ni moja moja sifuri. Ikiwa unakumbwa na changamoto ya hatari ukiwa katika maeneo ya maji, kwa maana ya maziwa pamoja na bahari, namba ya kupiga ni moja moja sifuri. Hapo unaweza kupata usaidizi kutoka kwa vikosi vya polisi maalum wa majini. Nambari nyingine ni moja moja moja. Hii ni namba maalum kwa ajili ya kuzuia uhalifu. Kwa hiyo, ikiwa unaona uhalifu unatokea au umesikia mipango ya uhalifu basi unaweza kupiga namba moja, moja, moja kwa ajili ya kupata msaada wa haraka wa kuzuia jambo hilo. Nambari nyingine ni moja moja mbili. Hii ni namba ya polisi popote ulipo nchini Tanzania. Ikiwa unashuhudia tukio la wizi au tukio lolote la uhalifu ambalo linahitaji msaada wa polisi kwa haraka wasipiga nambari moja, moja, mbili. Nambari nyingine muhimu kuifahamu ni moja, moja, tatu. Namba hii inaelekezwa moja kwa moja kwa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kwa hiyo ikiwa unataka kuripoti tukio la rushwa au umeshuhudia au umeombwa rushwa, basi piga nambari moja, moja tatu. Iwapo kutatokea ajali ya moto au tukio linalohitaji uokoaji, basi nambari unaopaswa kupiga ni moja, moja nne. Hii ni namba maalum kwa ajili ya jeshi la uokoaji pamoja na zimamoto. Watu wengi wamekariri tu kwamba hii ni namba ya faya. Hapana, lile ni jeshi la uokozi na zimamoto kwa hiyo ukiwa umeona tukio linalohitaji uokoaji au tukio la moto, mbadala kupiga moja moja nne. Sasa ikiwa kuna dharura ya kiafya, maana ya unahitaji msaada wa haraka kwa ajili ya either ni wewe mwenyewe kufika hospitali au umeona kuna mgonjwa anahitaji kufika hospitali kwa haraka, nambari ya kupiga ni moja moja tano. Hii ni namba kwa ajili ya ambulance na ni maalumu kwa ajili ya gari za kubebea wagonjwa ambao yanakuwasaidia mama wajawazito wanaokaribia kujifungua. Moja moja tano, unaweza kuokoa maisha ya mtu kwa utafahamu namba hii. Sasa ikiwa utaona visa vya unyanyasaji ama ukatili ambavyo vinafanywa kwa mtoto, nambari ya kuripoti ni moja moja sita. Namba hii inaratibiwa na UNICEF pamoja na serikali, inapatika na inapatikana saa ishirini na nne. Kwa hiyo matukio ya unyanyasaji kwa watoto hivi sasa imekuwa mengi sana. Ikiwa unataka kuripoti tukio la namna hiyo Nambari ya kupiga ni moja moja sita na ikiwa unahitaji kupata msaada wa kitaalam na kwa usiri kwa watu wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa maana ya VVU pamoja na masuala ya upungufu wa kinga mwilini kwa maana ya ukimwi, nambari ya kupiga ni moja moja saba. Kama unataka kuripoti watumiaji, wauzaji au biashara ya dawa za kulevya, namba ya kupiga ni moja moja tisa. Namba hii inapokelewa moja kwa moja na mamlaka ya udhibiti wa dawa za kulevya nchini Tanzania DCEA. Na kunapokuwa kumetokea na maafa kama vile mafuriko au tetemeko la ardhi, namba ya kupiga ni 190 au 190. Namba hii inapokelewa moja kwa moja ofisi ya waziri mkuu, katika kitengo kinachohusika na kutoa msaada wa dharura, yanapokuwa umetokea maafa kama hayo. Nambari nyingine muhimu ya kuifahamu ni 195 au 195. Namba hii utaitumia ikiwa unataka kuripoti biashara haramu ya usafirishaji wa binadamu, na nambari ya mwisho kwa leo ni 199 au 199. Hii ni namba kwa ajili ya kuripoti matukio yote yanayohusu afya, ikiwa kuna magonjwa ya mlipuko uh, kama Ebola uviko 19 au kipindupindu, namba ya kupiga ni 199. Kwa hiyo ikiwa umeona watu wana changamoto za kiafya, umeona kuna mlipuko, hauna sehemu ya kutoa taarifa, piga 199. Namba hii moja kwa moja inapokelewa wizara ya afya, hapo utaweza kuwasiliana na wataalamu na wataweza kufika kutoa msaada husika kwa haraka. Asante kwa kusikiliza na kutizama. Langu jina ni Esau Ezra Ngumbi. Mtayarishaji ni Gua Gustav, tufuatilie kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, TikTok, X, zamani Twitter. Kote huko tunafahamika kama Nukta Tanzania. Usisahau kusubscribe pale YouTube tunafahamika kama Nukta TV. Bye-bye.